tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba bajeti ya kipindi cha mwaka elfu kumi na nne elfu kumi na tano ya shilingi bilioni moja nukta saba ndio kubwa zaidi katika historia ya taifa la Kenya. Licha ya serikali kupendekeza kuongezwa kwa bajeti ya maswala ya usalama na afya, wengi wanajiuliza jinsi serikali inapania kupata kiwango hicho cha fedha. Mwanahabari Saida Swale alizuru maeneo kadhaa ya umujijini na kupokea maoni ya wananchi kuhusiana na bajeti hiyo. kwa mwananchi wa kawaida tunaumia mtu unafanyia kama shilingi kama mia tano. Ukikuja sukari ni shilingi mia moja, haya unga ni shilingi mia moja na hamsini. Ukikuja kwa mbogi, imeongezeka, mafuta imeongezeka. Sasa hakuna kitu unafanyia nile kitu unafanyia kama ni elfu moja, inakuisha siku moja hivo. At least tunataka serikali akumbuke ya kuwa raia wa chini wanaumia kama sasa mambo ya budget, mambo ya uchumi imepanda juu, na sisi wale tuko chini tunaangaika vipi? Mtapandisha vitu, watu wana njaa, watu wanakufa. Ndiyo hisia za Wakenya kuhusu matarajio ya bajeti. Wengi wa kivunjika moyo ikizingatiwa kuwa makadirio ya bajeti ya mwaka 2014 2015, yamefikia kiwango cha juu zaidi katika historia ya nchi hii, shilingi trilioni moja nukta saba. Kwa wingi kiwango hiki cha fedha ni makadirio tu, lakini kulingana na wale wanaofahamu fika masuala ya fedha, siri isiyofichika ni kwamba mwananchi ndiye atasilia kuumia hata zaidi ili kuyatimiza malengo ya bajeti. <coughs> Miaka nenda miaka rudi, serikali imeweza kuwafinya kina yahe, hasa waraibu wa sigara na vileo ambao huwa masikio wazi kutaka kujua iwapo ushuru umeongezwa kwenye bidhaa hizo. Ole wao, kwani mwaka huu pia wapenzi wa vinywaji hivi na hata wamiliki wa kampuni za vileo wanatarajiwa kutozwa ushuru mkubwa hata zaidi. Serikali inafaa kuangalia zile kampuni ama zile biashara ambazo hazilipi ushuru, ili ziweze kupata ushuru huko, kwa sababu hata wakiongeza ushuru kwa sigara ama pombe, familia ndiyo inayosumbuka. Pia kwa wale wanaovuta sigara watapeleleza tofauti ya bei hizi pindi tu bajeti itasomwa ifikapo Alhamisi wiki hii hata bei ya kusafirisha mizigo itapaniwa kupanda ambapo ni mwananchi tu atakayeelewa kutokana na bidhaa rejareja. Matokeo ya makadirio ya bajeti ya mwaka 2014 na 2015 yatatathmini jinsi serikali itatatua masuala sugu kama vile hali ya usalama humu nchini na hata umaskini, lakini itabidi Wakenya wasubiri hadi Alhamisi ili kuelewa zaidi. Saida Swale, KTN leo, Nairobi.